Tumsifu Yesu Kristu. Yeah. Tulisema katika utangulizi kwamba tarehe ya leo ni heshima kwa mama yetu Bikira Maria, mama yetu Bikira Maria, waridi lenye fumbo, mama wa Kanisa, alisema kwa mama wa wote pia alisema kwamba anaomba tarehe kama hii ya kila mwezi iwekwe kwa ajili ya heshima yake, basi kwa namna pekee pia tunafanya hivi. Lakini kuna vyanzo viwili vinavyo kinzana ila vingi vinaigamia katika hii ya namna ya kwanza, kwamba tarehe kama ya leo mwezi no, mwezi kama wa leo mwaka 1946 ndio kwa mara ya kwanza mtokeo wa Perina Gili alitokewa na Bikira Maria kule Brescia Montichiari, akiwa katika maumivu makali maum, mengi anasema akiwa katika maumivu makali, ugonjwa wake ulimrudia, akiwa anaumwa sana. Katika maumivu hayo basi anapata pia namna hiyo kumuona mama yetu Bikira Maria akiwa na huzuni kuu, amevaa mavazi ya zambarau. Kwa tafsiri sasa hivi ni maombolezo, sivyo? Lakini kwa inawezekana, katika tafsiri ya zamani ya kimaandiko ni mavazi ya utukufu, lakini moyo, kifua chake kimetobolewa na vile visu vitatu, akiwa katika maumivu na huzuni kubwa, na ombi lake ni sisi watoto wake, wana kanisa, tuweze kumsaidia kuchomoa hivyo visu, na badala ya visu tumpambe na ua mapambo yetu ya maua kwake ni sisi tunavyojitahidi kila mara kujichunguza na kujiona kwamba sisi ni wadhambi. Mapambo yetu ya maua kwake ni kila mara kutolea sadaka na majitoleo yetu kwa ajili ya kuufariji moyo wake na kuwasaidia wale walio katika hali duni. Namna yetu sisi ya kufanya toba pia na kujisadaka sisi wenyewe inaleta tija pia katika moyo wake safi mama yetu Bikira Maria. Katika fikara hizi basi, hatuna budi kuendelea kuenzi e, uthubutu wa utayari na sadaka ya majitoleo na kujisadaka kwa wanautume wa Rozari Hai katika utume wetu wa Radio Maria Tanzania. Sisi pia tufanya sadaka kwa ajili ya kupeleka neno la Mungu kwa watu wote, lakini wenzetu wanautume wa Rozari Hai kila mara wamekuwa wakifanya sadaka pia kwa ajili ya kuenzi na kutegemeza utume wetu. Kwa hakika, wanampamba mama maua kwa sadaka na majitoleo yao. Tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa ajili yao, hongereni. <coughs> Kama linavyosadifu jina la utume wa, wa rozari hai, tunasema hapa mara kwa mara fumbo la rozari, maana yake bustani ya maua e, wana utume wa rozari hai wana wajibu kumpamba mama yetu Bikira Maria maua kila siku ya maisha yao kila siku inayokwenda katika ulimwengu huu wao wanasali sala ya rosari yaani, anasema mtakatifu Bernardo kila salamu Maria moja ikitoka katika lipsi zetu, kwenye midomo yetu, inakuwa na thamani ya waridi lenye kunukia kwenda kwa mama yetu. Kwa hivyo wana utume wa rosari hai wanamtolea kwa hakika maua rozi mengi mawaridi mengi kumwelekea mama yetu Bikira Maria kwa kuitikia namna ya kusali rosari kwa ajili ya amani duniani na kwa ajili ya kuwaombea wakosefu na kujiombea wao wenyewe katika madhaifu na dhambi zao. Katika namna hii, sina shaka yoyote kama pia wanasukumwa kujinyima na kutoa kwa ajili ya namna yoyote ambayo mama yetu Bikira Maria anaiomba ienziwe kwa msaada wa ukombozi na uongofu wa roho za watu hapa duniani. Kila mara tunapotekeleza matakwa ya Mwenyezi Mungu, mpango wa Mwenyezi Mungu, hatutofautiani na mama Pierina Gilli huyu mtumishi wa Mungu mwaminifu alijitolea kwa ajili ya kuenzi maagizo ya mama yetu Bikira Maria. Hatutofautiani kwa hakika na mafumbo ya Francisco na Yasinta, watoto wale wadogo ambao waliitikia mwaliko wa mama yetu Bikira Maria wa kujisadaka kwa ajili ya wengine, na maanisha tunakumbana na upinzani mkali aidha wa kimwili au wa kiroho. Kumbe tumefanya sadaka hii kwa heshima mama yetu Bikira Maria. Leo tuwaombee wanautumwa wa Rozari Hai. Mama Maria awasaidie, Mwenyezi Mungu awatie nguvu kwenye mapambano yao ya kimwili na mapambano ya kiroho, waweze kushinda vita. Tarehe kama ya leo, mnamo karne ya 15 kulikuwa na vita maeneo huko ya Uswisi. Basi inasemekana kwamba upande mmoja uliokuwa na heshima kwa Bikira Maria, kwenye bendera yao, wakati wa mapambano, walichora picha ya mama yetu Bikira Maria. Walipokuwa katika mapambano hayo, basi baadhi ya askari Walimuona mama yetu Bikira Maria kwa hakika halisi katika namna zile za bendera zao, akiwa hai na kuatia moyo katika mapambano, na walishinda vita ile. Mpaka leo katika mji huo nafikiri unaitwa Vialis, Vialis kitu kama hicho, huko Uswisi, mpaka kesho, tarehe kama ya leo, mpaka leo, na sababu tarehe kama ya leo huwa anamtolea heshima mama yetu Bikira Maria kwa misa na kwa maandamano, wakiamini kwamba yeye ndiye mlinzi wa mji wao. Sisi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu, sivyo? Sisi ndio tunatengeneza miji ya Mwenyezi Mungu. Mama Maria na awe mlinzi katika miji yetu, ili Roho Mtakatifu aendelee kutawala ndani mwetu, tuwe sababu ya baraka, furaha na neema kwa ulimwengu. Mwenyezi Mungu na atusaidie.